tazamaji wa kizazi leo media Y2N leo tunakutana kwa mara ya tatu katika somo mwendelezo wa somo la udukuzi wa application ya WhatsApp cool down kaa hapo uweze kuendelea kupata vitu vizuri kupitia channel hii pendwa ni teknolojia na vitu vingine tulikuwa wote katika masimulizi ya milima ya iliyopo Morogoro huko ambao imetishia sana kwa kuwa na barabara zenye makona ali maarufu kama kitonga milima ya kitonga na leo mpenzi mtazamaji wa kizazi leo media e, tunaendelea katika kuelimisha katika upande wa mawasiliano leo nitakuonyesha njia ya kwanza kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuangalia vitu vilivyopita kama maswala ya two steps verification na namna ya kuzuia auto download ya media zozote zinazoingia kwenye simu yako leo tunaangalia eh, step ya kwanza ya kuhaki WhatsApp. udukuzi wa whatsapp ndio tunaanza kuna application moja eh, ambayo hii tunadiri nayo ambayo ni whatsapp ambayo inatumiwa na watu wengi duniani tukija kuangalia hatua hiyo inaitwa kwa lugha ya kiingereza hii ni njia ambayo tunatumia mpenzi mtazamaji mtazamajiwa Kizazi media nitakwenda kukuonyesha hii njia jinsi inavyofanya kazi hii ni whatsapp yangu kama unavyojua kuna kitu ambacho huwa kina control mawasiliano yako ya media zozote ikiwa ni pamoja na facebook na vitu vingine katika hali ya kawaida kwa kutumia eh, unabadilisha ile media accessi, eh, control ambayo inatumika kwenye simu yako inapatikana wapi hii hapa huwa inapatikana katika kipengele cha setting, nitakuonyesha hapa kipengele cha setting. setting setting yangu hii hapa, utakuja kwenye kipengele ambacho kimeandikwa about for hiki hapa cha mwisho. Mimi natumia simu yangu hii hapa, utakuja kwenye kipengele kilichoandika status, ukishuka hapa mpendwa, kuna kipengele ambacho kimeandikwa wifi Mac address wireless hiyo eh, hapo ni wireless afu kija kuangalia eh, media access control ndio inafanya kazi ya, ya, ku, ya kutengeneza njia za mawasiliano ambao unatumia kwenye simu yako kama mfano picha na vitu vingine Hii hapa mpendwa sio ya kumwonyesha mtu eh, mara nyingi anaweza kufanya mapinduzi katika eh, kifaa chako Sasa unatoka sure, kukifanya kwanza kabisa ni kuwa na simu ya muhusika tunaita target device lazima uwenao eh, kwa wakati huo na kingine ambacho atakiwa kuwa nacho ni simu yako wewe mwenyewe inachotakiwa kukifanya ni kuingia moja kwa moja pasto, na kutafuta application moja inaitwa android, android terminal Immulator. hiyo ni Eh, tunasema kwamba ni interface au ambayo inatumia lugha ya Linux. au wataalamu unaweza ukatumia ni Temux. nzuri vilevile katika kuchange hiyo media kuchenji eh, control katika device unachokifanya utachukua ile media access control address ya muhusika ambayo unataka eh, kumfanyia eh, udukuzi na kisha utai, andika kwenye simu yako utachange ile media access control ambao unaitumia kwenye simu yako na utatumia ya yule mtu wa upande wa pili ambaye unataka kumdukua ukishafanikiwa kubadilisha hicho kitu unachotakiwa kukifanya e, utatakiwa kwa whatsapp yako unaotumia kwa muda huo ukishaitoa eh, kinachofata hapo e, ni kuingia upya utarejista uta, utakwenda uta kurejista namba yako kama kawaida na vile vile njia e, eh, hii ni ngumu muda mwingine kwa sababu unahitaji uwe na, na kifaa ile eh, verification code itatumwa kwenye simu ya muhusika katika njia hii inayoitwa WhatsApp spoofing kwa ukisha ipata pale utaingiza ukishaingiza tu yani kila kitu ambacho atakuwa nakifanya kule unakiona kama kawaida mpenzi mtazamaji wa kizazi Leo media sina mengi sana napenda kukusitizia kusubscribe channel yetu pendwa kizazi leo media instagram tunapatikana kwa jina la kizazi leo media vile vile unaweza kutupata twitter kupitia kizazi leo media vilevile kwa upande wa website tunapatikana kwa jina la kizazi Leo media .apis.com blogspot tunapatikana kwa jina la kizazi leo media .blogspot.com katika upande wa email unaweza kutupata kupitia kizazileo media at gmail.com wako Y2N tukutane sehemu ya nne ya kuhaki whatsapp kwa kutumia njia rahisi ambayo utaiona kwa herini, bye bye